Chunya ni miongoni mwa wilaya zenye utajiri mkubwa wa madini ya dhahabu ambayo yanaitambulisha kama wilaya yenye uchumi unaokua kwa kasi. Hata hivyo, pamoja na uwepo wa madini hayo, bado wilaya hii inakabiliwa na uhaba wa maji ikilinganishwa na maeneo mengine. Kwa sasa upatikanaji wa maji ni asilimia hamsini na sita. Adha hii ya uhaba wa maji inashuhudiwa na wakazi wa kijiji cha Mawelu ambao wameamua kuunganisha nguvu zao baada ya kuteseka kwa muda mrefu na kazi hii inaongozwa na mkuu wa wilaya ya Chunya, Alhaji Mbaraka Batenga. Kipindi cha kifuku, kwa mfano hivi masika, tunapata maji, tunavuna kidogo kwenye mabati, ikibidi tunafuata mtoni, lakini maji ni ya shida bado, japo tunafanyaje, tunavuna ya mvua. Kwa mfano mwaka huu mwezi wa pili maji alikuwa amna mvua, zimeanza sasa hivi, tarehe ngapi hii mwezi wa tatu? Kwa hiyo hata hivi bado tunafuata mbali kule kuvuna maji. Tumejitokeza kwa wingi kuchimba mitaro hii Tunatamani tutuliwe maji kichwani, tunatamani maji yawe ndani, tunatamani na sisi siku moja tuepukane na ile adha ya kuacha wakina baba wamelala ndani, tunawahi visimani kutafuta maji. Changamoto hapo hata vitu vingine tunakuwa hatuvifanyi kwa, kwa wakati, kwa sababu huwezi kujenga, maji yanapatikana kwa shida, huwezi kufanya kazi yoyote bila maji tofauti na ilivyo kijiji cha Mawelu jirani zao kijiji cha Soweto ni furaha, ndelemo na vifijo, ambao wameondokana na matumizi ya maji yaliyotwama na sasa wamekabidhiwa rasmi mradi uliojengwa na shirika la Catholic Relief Services lenye makazi yake jijini Mbeya. Mradi huu unatoa huduma eneo la Soweto lenye wakazi 2576 ambao wanapata huduma ya maji kupitia vituo vya maunganisho ya maji majumbani <coughs> 47 na vituo vya umma 12. Kwanza kabisa, tunapenda kuwashukuru viongozi wetu ngazi ya wilaya kwa kutunga mkono. Tunawashukuru CRS, tunawashukuru RUASA kwa kutuletea maji. Mara ya kwanza tulikuwa tunashinda kutekeleza miradi yetu ambayo tumepewa na serikali hata tunaoanzisha na wananchi kwa kwenda kuchota maji kwa wananchi kujitwisha, kutoka umbali mrefu kidogo, lakini kwa sasa tunavuta tu maji, tunaendelea na miradi yetu. Jambo kubwa kabisa, mimi ninashukuru kwa kupokea mradi huu, na kwa sasa kero ya kupokea kwa wananchi kwamba maji ni shida, kwa sasa nimeimaliza. Nimewaomba wananchi wajenge nyumba bora, make hivi vitu viendane. Tunawapa miradi bora, lakini wao wajenge nyumba bora, ili wao wanaweza kupata maji kutoka majumbani ile kauli mbiu ya kusema kwamba tunamtua mama ndoo kichwani isiwe tunamtua ndoo kichwani kumbe anachota maji kwenye DP hapana. Tunataka achote maji kutoka nyumbani kwake, na wao wapate hata maji ya shawa. Kulingana na meneja wa Ruasa wilaya ya Chunya, mhandisi Oleneno Sanga, serikali inaendelea na, na jitihada za kuhakikisha maji yanapatikana tena kwa wingi. Tumetembelea miradi miwili ambapo mradi wa Soweto ambao miundombinu yake imekamilika, wananchi zaidi ya 2500 wanapata huduma ya maji, ambapo mradi ule una gharama zaidi ya milioni 474. Lakini hapa tulipo sasa hivi ni mradi wa maji Mawelu, ambapo pia una gharimu kama shilingi milioni 274. Nao miradi hii ni kielezo tosha kwa kuadhimisha wiki ya maji ambayo inaanza tarehe 16 mpaka tarehe 22. Lakini stoshe sio miradi hii miwili ambayo imetekelezwa katika wilaya ya Chunya. Tuna miradi sita ambayo kwa mwaka wa fedha 24 25 imeshakamilika ambayo na jumla ya shilingi bilioni moja nukta tano lakini kuna miradi mingine mitano ambayo inaendelea kujengwa ambayo na bilioni moja bilioni mbili nukta moja ambao tunatarajia kukamilika kwake utatoka katika asilimia hamsini na sita ya watu wanaopata huduma ya maji kwa sasa mpaka asilimia sabini ambapo kwa mwaka 2025 ambao tunategemea mwezi wa Oktoba miradi hii itakamilika. Waswahili wanasema penye nia, pana njia. Bila kujali ni kiasi gani cha mahindi yameathiriwa na eneo hili, wananchi wenye mashamba haya wametoa maeneo yao ili kuhakikisha kwamba mtaro huu unachimbwa, na lengo ni kupata maji, na kila mmoja anatamani kuyapata maji haya yatoke karibu na eneo lake. Kakuru Msimu, habari wikendi.